Nimefurahia. Viongozi katika kaunti ya Busia wametakiwa kuzingatia kuwainua kiuchumi kina mama walioko kwenye makundi nyanjani kama nguzo ya jamii ili kukabiliana na uchochole. Changamoto imetolewa kwa wanasiasa wanaotumia mabilioni ya pesa katika kampeni kutowapuuza kina mama wenye maono ambao hawana uwezo wa kifedha. Ni wito uliotolewa kwenye hafla ya mchango kwa makundi ya kinamama katika kanisa la Hosana Ministries lililoko katika eneo la Odiado kaunti ndogo ya Funyula kaunti ya Busia. Akinamama wengi hapa hutaabika kusukuma gurudumu la maisha kwa kukosa mtaji. So we are here to empower women, the dignity for the families and prosperity for the community. Kauli hiyo iliungwa mkono na mbunge wa eneo hilo pamoja na viongozi wengine waliowahimiza wanawake kufungua akaunti za benki na kuwekeza. Sasa tukawa tukiwa hapa. Nataka mkianzisha hii, hii, kazi. Make it a business concern. Mwifanye iwe biashara. Msifanye iwe hobby msifanye iwe kama kitu tu ya mzaha And I hope, doc, you have advised them mna bank account nafikiria mna bank account na chapili lazima muwe na uhusiano mwema na wasimamizi wa bank kina mama ndio wanashikilia boga sindio so nilifurahi sana kusikia leo mnakutana hapa nikasema nije vile oboga alikuwa amenialika tuweze kusimama na kinamama wetu, niweze kumsindikiza yeye na timu yake. Hata hivyo aliyekuwa mwakilishi wa kike kaunti ya Busia Florence Mutua amesikitika kuwa licha ya mgao wa wanawake kuongezwa kutoka shilingi milioni 30 hadi 90 katika hazina ya NGAF, wanawake nyanjani wangali wanahangaika wakitegemea michango. but when you are living 2022 office tulipigana mpaka hiyo kiti ya wamama ikaongezwa pesa na hiyo kiti saa hii, it is having 90 million per year. Saa hii ndio wamama mngekuwa mna swim kwa pesa tu mkiswim ukipita katikati. Because ulipigana mkaongeza hiyo kiti kaongezwa 60 million. Kwa hivyo, hiyo kiti saa hii iko na pesa ya kuto hata kama itoshi now it has more money. So even having a harambe like this is a waste of time when we have enough money. Kwa hivyo mi nataka kusema, pesa ya ngafi itoke, wamama wapatiwe hiyo pesa kwa sababu hiyo pesa ni ya u, ni ya umma. That that is public money. Yes, yes. Prepare a pure legislation that can guide our people. Kama ni pesa za chama zikuje kwa raia. Hapana pitisha bajeti ya watu watatu wanne wanataka kuwa milionea, nebandi na mwongera sembaha. It's very bad. And very sad indeed. Walitumia fursa hiyo kuwahimiza wazazi kuwa makini na wana wao msimu huu wa likizo ndefu na kuwapa ushauri nasaha. Iwapo tutapata pesa hata kutoka kwa ngafu, hata kutoka kwa national government ama county, tusaidie wamama, tuzidi kuimarisha wamama wetu. Jane Cherotich Runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia.